Ok, kwenye episodi hii nataka tuizungumzie internet kwa lugha rahisi zaidi iwezekanavyo, lakini pointi ambayo natamani kuitengeneza ama kukuelezea hapa ni kwa nini internet ya satellite sio future ya internet, yaani internet ambayo anaileta Elon Musk, kwa maneno mengine sio future ya internet. Bado tutaendelea kutumia kebo na nitakuelezea kwa nini. Asante kwa kila ambaye umesubscribe kwenye hii akaunti, kama bado afanye uh, hivyo utakuwa umetusapoti kinoma noma. So let's talk about internet. Kwanza tuanze kuielewa internet ni nini. Kwa maneno rahisi, internet ni ule mfumo wa kompyuta moja kuwasiliana na kompyuta nyingine na ninavyosema kompyuta, unaweza ukachukulia ni hizi kompyuta zenye sura kama hizi kompyuta nyingine, lakini kompyuta kuna zenye sura tofauti. Kuna baadhi ya sehemu ukienda, ukiona kompyuta uwezi kudhani hata hii ni kompyuta. Kwa hiyo ukisikia kompyuta, usichukulie kwamba ni hiki kifaa ambacho unakiona, ichukulie kama ni mfumo wa utendaji kazi ambao ndo tunaitwa kompyuta right? so kwa lugha rahisi, internet ni ule mfumo unaowezesha kompyuta moja kuwasiliana na kompyuta nyingine, ili muweze kufanya kazi moja. Kwa mfano ndani ya ofisi moja ama ndani ya nyumba yako, kama una kompyuta tano, ukitengeneza namna yoyote, iwe ni kwa kebo au kwa wireless, ukaweza kuunganisha kompyuta hizo tano zikafanya kazi moja, yaani zikawasiliana na kufanya kazi yoyote ile hiyo hiyo tayari ni internet. Kwa hiyo, ni kwa kwenye mfumo huo huo kuna mtu alitengeneza mfumo ambao kompyuta zote za dunia zinaweza kuwasiliana. Kwa kuwasiliana kwa maana ya ni kuconnect, ninavyozungumzia kwamba kompyuta hii na hii, yaani kunakuwa kuna eneo moja ambapo ukiingia unakutana na kompyuta zote kwa za kuanzia majumbani, maofisini na popote duniani, na ndo hiki tunachokiita www, World Wide Web. Maana yake huu jamaa ni alitengeneza platform ambayo yenyewe kompyuta yoyote ikijiunga hapo kwenye hiyo platform inakuwa imejiunga na dunia nzima. Kwa hiyo ukiingia inayo hilo moja, unaweza ukasachi kompyuta zote. Kwa hiyo hizo kompyuta wakati zinawasiliana sasa, zinakuwa zinafanya kazi tofauti tofauti. Imagine mtu ametengeneza soko. Internet ni kama soko. Umetenge, umekuta kijiji kiko sehemu, ukatengeneza soko ambalo hili soko wananchi wote huwa wanakuja kukutana pale. Kwa hiyo tunavyozungumzia social media ni kama sasa mtu uje utengeneze biashara yako ya kahawa pale, ndo social media, kwamba ni ndani ya internet. Kwa hiyo watu wote wanaokuja lile eneo wanajua kuna biashara yako ya kahawa. Hiyo ndo internet, najaribu kuelezea kwa urahisi iwezekanavyo. Sasa baada ya kuielewa internet ni nini, huo mfumo sasa wa kompyuta kuwasiliana unafanyikaje? Ndo tunapoingia sasa kwenye jinsi ambavyo kompyuta zinafanya kazi. Elewa hivi, lugha ya kompyuta ni zero one, sifuri na moja. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba kompyuta inachohitaji ni kitu chochote chenye vitu viwili juu chini, au washa zima. Kusiwe na moja mbili tatu, aa, iwe ni moja mbili moja mbili moja mbili, ambayo ndio zero one zero one zero one. Sasa kuna njia mbili zenye hii sifa. Njia ya kwanza ni mwanga, ambayo ina zima washa, on off. Kwa hiyo kama ina hii sifa mbili ya on off, ambayo ni umeme, maana yake tunaweza tukaitumia hii njia kuwasiliana na kompyuta. Njia ya pili ni wave kwa maana ya mawimbi, kwa sababu mawimbi yana panda shuka panda shuka, yani yanapanda shuka panda shuka, sijui na ah, panda shuka panda shuka. Kwa hiyo hii njia pia inawezekana kusafirisha hizi data zetu. Inachanganya, lakini kwa mtu ambaye amesoma coding, ndicho ambacho anajifunza kwamba ili uweze kuiagiza kompyuta ifanye chochote inabidi uweze kuzipanga hizi 0101 mpaka zitengeneze uh, sentensi ama lugha ambayo kompyuta itaelewa na kufanya hicho kitendo unachokifanya. Kwa mfano, ukiona unaweza kukopi na kupesti, ujue kuna mtu alitengeneza huo mfumo, kwamba kompyuta, ukiona mtu kafanya hivi ka right click mletehi option hapa inaitwa kukopi then kupesti. Yani kile kitendo unachokifanya kwenye kompyuta, unaona kama unafanya kitu kirahisi sana, lakini kuna watu walitengeneza hiyo huo mfumo ufanye kazi ya automatic. Sasa hao watu ndo wanaitwa wazee wa doonasomea coding, ndo wataalamu wa kompyuta. Kwao ukisikia mtu anasomea coding, ndo anasomea hii lugha ya kompyuta ambayo ni z. Kwa hiyo Ukiona picha imetumwa internet na chochote tunachofanya kwenye internet hata hii video ambayo unaiona hapa na kukuletea ujue ni, ni zero one zimepangwa yani zero one, zero one, zero one nyingi mabilioni ya zero one ndio zinafanya we unaniona hapa kwa hiyo hizo pixels wamezigawa kwenye zero one, zero one kwa sababu ndio lugha ya kompyuta inavyofanya kazi kama imekuwa gumu bado hujaelewa usiogope kwa sababu wanaosoma coding ndo wanaelewa hii lugha. Lengo la kukupa hiyo basic knowledge ya 0101 ni ili sasa tuingie kwenye sehemu inayofuata ambayo itakusaidia kuelewa hiki ninachojaribu kukutengenezea. Sasa umeshaelewa kwamba internet ni namna ya kompyuta kuwasiliana. Kompyuta moja na nyingine. Na hizi kompyuta zinawasiliana kwa lugha ya 0101. Iwe unatuma ujumbe Iwe unatuma picha still, iwe unatuma video, iwe unatuma maandishi, iwe unafanya chochote, ni 010101, lakini zinapangwa kwenye mfumo fulani maalum ambao watu wa coding wanaujua, ambayo inatengeneza kompyuta kufanya hivi vitu unavyovifanya. Sasa sehemu ambayo natamani uelewe, ili sasa kuelekea kwenye pointi yangu, ni jinsi ambavyo hizi 0101 au huu mfumo ambao umesukwa na hawa watu unaoitwa internet unavyosafirishwa yaani kwamba tutoe sasa, ili kompyuta za dunia zote ziweze kuungana, lazima kuwe na mfumo ambao unaziunganisha hizi kompyuta moja na nyingine. Kwa hiyo wakati hizi kompyuta zinawasiliana, kuna data ambazo zinatuma kila saa, kila sekunde. Mimi hapa unaangalia hii video, kuna mabilioni ya watu wanatuma taarifa, wanatumia internet, yani wanatumia hili soko kwa vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna fakta moja ambayo ni muhimu sana linapokuja ishu ya watu kuwasiliana, speed, kwa sababu kasi ndio ambayo itawezesha sisi kufanya vitu vingi zaidi ndani ya saa 24 kwa sababu imagine tunatumiana picha, tunatumiana emails, tunatumiana message, tunafanya vitu vingi sana na kompyuta duniani sasa, na masaa tunayo 24 tu. Sasa hizo data ili ziweze kupita, inabidi ziwe na kasi kubwa, na hapa ndipo sasa tunaingia issue ya speed. Kwenye speed kuna aina mbili ya spidi. Kuna spidi ya mwanga yaani light speed, alafu kuna spidi ya sauti, na hizi spidi zote zina tofautiana. Kama unakumbuka shuleni, tuliambiwa spidi ya mwanga ndo spidi kubwa zaidi kuliko spidi ya sauti. Kwa hiyo sasa hizi ndo spidi tulizo nazo ama njia za usafiri tunazotaka kutuma zile 01, nimekuambia kompyuta inaelewa sifuri moja. Kwa hiyo tuna njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya mwanga, I mean, spidi ya light ndo kubwa zaidi. Sasa kwenye mwanga kama taa unavyoona maanake tunakuzungumzia kuwasha na kuzima, sindio? Yes. Yani ukizima ndio kompyuta inaelewa ni zero ukiwasha inaelewa ni moja. Kwa hiyo ukitaka kutuma zile data, yani kutaka kuunganisha hizi kompyuta kwa kutumia lugha yake ya zero one, inabidi kwa hii kasi ya mwanga, maana yake inahusisha kuwasha na kuzima, kuwasha na kuzima, kuwasha na kuzima. Lakini sasa kwenye kasi kubwa ya mwanga ambayo kwa macho huwezi kuona, kwa hiyo ni kama inaenda fasta fasta sana, yani kuwasha na kuzima kuwasha na kuzima, ile proses ndio mawasiliano kompyuta inayopokea. Njia ya sauti inatumia mawimbi, sijui unanielewa. Yani ndio maana unaangalia hata kwenye sauti ukitaka kurekodi, maana yake ni kwamba nikiongea hapa kwenye Adobe yangu hapa, naiona sauti inapanda, nikinyamaza sauti inakuwa zero kwa hiyo ukitaka kutuma mawimbi ya internet ama zile 0101 maana yake ni kwamba unayatuma kupitia wave kwa hiyo wave ikipanda mpaka juu hapa juu ndo inasoma kama one. ikishuka chini ni zero kwa hiyo kadri ya waves zinavyopanda na kushuka na kushuka na kushuka ndivyo ambavyo kompyuta uh, inaelewa ni 01010101 kwa hiyo ukipitisha data kwenye huu mfumo Yani, maanake huu mfumo unaruhusu kupitisha data. One inakuwa hapa juu kwenye hii uh, kwenye wevu ya juu na zero inakuwa huku chini. Kwa hiyo, kwa mfumo huo pia unaweza ukatuma hizi, uh, nini hizi kompyuta, unaweza ukatuma ujumbe yani kompyuta zikawasiliana kupitia hiyo. Kwa hiyo umeelewa sasa, zero one ya kwenye mwanga inahusisha on and off, zero one ya kwenye mawimbi au wevu inahusisha kupanda na kushuka. Shika hayo maneno mawili, kuna kuwaka na kuzima versus kupanda na kushuka. Sijui umenielewa sasa. Ndipo tunapoingia sasa kwenye namna ya kuzisafirisha. Ukitaka kutumia njia ya mwanga ambayo inahusisha kuwasha na kuzima, lazima utumie waya za kopa. Ndo hizi nyaya ambazo zinapita baharini, na ndo maana intnet ambayo inasafirishwa kwa nyaya maana yake ina kasi ya mwanga. Kwa hiyo, ndio maana kuna mabil, ma, maelfu ya nyaya ambazo zinatandazwa baharini, na ndizo kwa asilimia kubwa zinatupa intnet iliyopo duniani kwa sasa. Sehemu kubwa ya intnet inasafiri kwa njia ya nyaya baharini, na kuna makampuni yanahusika na haya mambo. Kwa sababu hiyo kwamba kasi kubwa zaidi ni kasi ya mwanga. Sasa ukitaka kusafirisha internet kwa kasi ya sauti maana yake unatumia wave ndo hii sasa, unatumia kwenda angani. Sasa kuna tabia ya mwanga na kuna tabia ya sauti. Sauti na tabia moja, kadri unavyokuwa inasafiri umbali mrefu, inazidi kupungua nguvu, kwamba kama kitu kinasafiri kwa njia ya nyaya ni kiasi kidogo sana kinapotea. Watu wa Tanesco ama watu wanaojua umeme watakubaliana na mimi kwamba hata Tanesco wanapotengeneza umeme kwenye chanzo mitambo, wanavyosafirisha kunakuka, kuna zile units kadhaa ambazo zinapotelea njiani, huwa inatokea kwenye hii process upande wa umeme, lakini sio kwa kiasi kikubwa kama sauti. So ili sasa kuweza kutatua ilo tatizo la sauti, inabidi zile waves ziwe karibu karibu zaidi, kwa hiyo Elon Musk atahitaji kuwa na satelaiti maelfu kama sio mamilioni, kuweza kutoa huduma ya intaneti dunia nzima, na kwa kasi inayotakikana. Na ndio maana sasa hivi anachofanya Elon Musk, anatoa huduma kwenye yale maeneo ambayo intaneti ni ngumu kufika. Kwa hiyo intaneti ya Elon Musk haijaja kwa sababu ya dunia nzima, ikimaanisha kwamba sio uwekezaji ambao ni rahisi. Kwa hiyo sio feature ya dunia bado, makampuni wanaotandaza nyaya ya baharini itaendelea kuwa ni sehemu kubwa ya mawasiliano yetu, kwa sababu kwanza, kuna discussion kubwa kuhusu ozone layer ya kwetu kwamba kuna vyombo vingi satellites nyingi ambazo zikishawekwa kwenye anga za juu, unajua satellite huwa zinapigwa mabomu, zinasambaratika. Lakini sasa, kiuhalisia ni kwamba zile chenga huwa zinabaki kwenye orbit, na kuna documentaries nyingi ukifuatilia, za watu wakiwa wanaelezea kwa nini ni hatari sana, kila siku binadamu wanapandisha, anaweka vitu kwenye ozone layer kule Google Map au satelit za kijeshi za nchi au satelit zinazotusaidia kusoma hali za hewa. Najua kuna satelit nyingi angani na moja ya argument ndio hiyo, kwamba tupunguze uchafu kwenye anga za juu. Kwa hiyo Elon Musk anakabiliwa na hiyo changamoto pia, lakini kubwa ni hiyo ya kiteknolojia, kwamba ni ngumu kumpa mtu kila mtu, I mean, ni ngumu kumpa kila mtu internet ya uhakika kwa kutumia njia ya satelaiti, kwa sababu kwanza ya kasi, kwa maana ya kasi ya uh, sauti ni ndogo kuliko ya mwanga, lakini pili ndio hiyo, kwamba ili kuweza kuiboresha inahitaji uwekezaji mkubwa na una athari hiyo ya kimazingira. Sasa sijui hivi angaza juu ni mazingira, mazingira au something lakini umeelewa. Sasa, kwa hiyo intaneti na usafiri baharini itazidi kuwa ni sehemu ya intaneti yetu ya kutegemewa muda mrefu. Kwa hiyo hata kama umepita mitaani sasa hivi utagundua kuna makampuni, kwa mfano Tanzania, Dar es Salaam, kuna makampuni yanasambaza intaneti na wengi wanatumia njia za nyaya, na zile za wireless ni zile ambazo zimeletwa hapa kwa njia za nyaya. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndo inasababisha internet inabaki kuwa ya nyaya, ndo internet ya kutegemewa. Sijui kama nimeweza kukuelewesha vizuri ukaelewa kuhusiana na internet, lakini nilikuwa najaribu kukurahisishia iwezekanavyo na I hope imekupa some abcs. Niambie kama hizi episodes zinakusaidia kwa namna moja ama nyingine, na lengo ni kukupa yale masomo madogo madogo ambayo labda uelewagi. Kama kuna vitu ambavyo pia unahitaji kuelewa the geopolitics na vitu kama hivi, karibu sana sana. Kiukweli nichukue tena nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umesubscribe. Naona kila siku namba zinazidi kupanda za subscribers. Mnanifanya nisichoke kuja hapa kuwapa hizi updates. Tukutane East Africa Radio, wanakutana na nyinyi kwa siku mara moja zaidi. Tunakutana East Africa Radio Jumamosi tu mara moja, saa tisa alasiri hadi saa kumi kwenye madini.com, na mle ni sasa ndio kuna segment zote nne kwa maana ya live na G, ambayo huwa mnaiona hapa hapa, kuna uh, picha linaanza mnaipenda sana lakini, pia tuna caption ambayo huwa muioni YouTube, ila iko kule Tuna nyingine pia inakuja hivi karibuni, tuna twende tua ambayo pia ilikuwepo uh, madinidotcom. Kwa hiyo ukitaka kuipata show nzima utatusikiliza kwenye redio hapa, unakuwa unapata updates. Na good news ni kwamba hiki unachokiona hapa huwa hakiruki redio, kwa hiyo inakuwa ni exclusive kwa upande wa YouTube. Na yote hayo ni kwa sababu umesubscribe. Kama hujafanya hivyo, please naomba ufanye hivyo kwa sababu ni namna nzuri ya kuweza kutusupport. Na, naitwa Grayson Gideon. Niambie kama nimekuongezea kitu, ili niendelea kuwapa nyingine nyingi zijazo. Thank you so much, hii ni madini.com.